Tango ni moja ya vyakula vya asili vinavyobeba hazina kubwa kwa faida za kiafya. Ingawa mara nyingi huchukuliwa kuwa mboga, kiasili tango ni tunda lenye virutubisho muhimu kwa mwili. Lina maji mengi, virutubisho vinavyoboresha afya, na uwezo wa kusaidia mwili kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali mbali. Katika makala hii, tutachambua faida kuu za tango kiafya na jinsi unavyoweza kulifanya kuwa sehemu muhimu ya lishe yako.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 Kwa sababu hii tango ni chanzo kizuri cha kulainisha mwili na kusaidia kudumisha kiwango kizuri cha maji mwilini. Unapokula tango mara kwa mara unapunguza hatari ya upungufu wa maji mwilini, hasa katika mazingira ya joto kali. Maji mengi yanayopatikana katika tango husaidia mfumo wa mwili kusafirisha virutubisho kwa ufanisi, kuondoa sumu na kuboresha afya ya ngozi. Zaidi ya hayo, maji hayo yanaweza kusaidia kupunguza uchovu na kuimarisha nishati ya mwili. 2. lina virutubisho muhimu kwa afya Tango ni tajiri kwa virutubisho mbalimbali vinavyohitajika kwa mwili kuwa na afya njema. Baadhi ya virutubisho muhimu vinavyopatikana ndani ya tango ni vitamini K, hii husaidia katika kuganda kwa damu na kuboresha afya mifupa. Vitamini C, hii huchangia katika kuimarisha kinga ya mwili na husaidia kupunguza hatari za msongo wa mawazo Potassium, hii ni muhimu katika kudhibiti shinikizo la damu na kusaidia utendaji mzuri wa moyo. Magnesium hii husaidia kupunguza dalili za uchovu na kuboresha utendaji wa mfumo wa neva. Kwa kuzingatia virutubisho hivi, tango linakuwa chaguo bora kwa wale wanaotaka kuimarisha afya yao kwa kutumia vyakula vya asili. Tatu. Kuimarisha afya ya ngozi. Tango limekuwa likitumika kwa muda mrefu katika urembo wa ngozi kwa sababu ya uwezo wake wa kuboresha afya ya ngozi. Lina uwezo wa kupunguza uvimbe, kuondoa mafuta kupita kiasi na kulainisha ngozi. Hii ndiyo sababu ya tango kutumika kwenye bidhaa za urembo kama vile vipodozi na mafuta ya ngozi. Pia, kutokana na kuwa na viambato vyenye uwezo wa kupunguza mikunjo, tango linaweza kusaidia kupunguza madoa na kufanya ngozi ionekane nyororo na yenye afya. Husaidia katika kupunguza uzito. Kwa wale wanaotaka kupunguza uzito, tango ni moja ya vyakula vinavyoweza kuwa na msaada mkubwa. Lina kalori chache sana, lakini linajaza tumbo na kuzuia njaa kwa muda mrefu. Hali hii husaidia kudhibiti hamu ya vyakula vyenye kalori nyingi, na hivyo husaidia katika safari ya kupunguza uzito. Aidha, tango lina nyuzinyuzi za asili zinazosaidia mfumo mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi kwa ufanisi, na hivyo kupunguza matatizo ya kupata choo kigumu. Tano, kuimarisha afya ya moyo. Tango lina viambato vinavyosaidia katika kudhibiti afya ya moyo kwa njia mbalimbali. Potasiamu iliyomo ndani yake husaidia kupunguza shinikizo la damu huku nyuzinyuzi nyuzi zake zikisaidia kupunguza kiwango cha cholesterol mbaya. Kwa hivyo kula tango mara kwa mara kunaweza kusaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kiharusi. Sita, husaidia katika kudhibiti kisukari kwa wale wanaokabiliwa na changamoto za viwango vya sukari kwenye damu, tango linaweza kuwa msaada mkubwa. Lina viambato vinavyoweza kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari mwilini na kuimarisha uwezo wa mwili kutumia insulini kwa ufanisi. Kutokana na uwezo huu, tango linapendekezwa sana kwa watu wenye kisukari aina ya pili. Saba. kuimarisha afya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula Tango lina nyuzinyuzi za asili zinazosaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi vizuri. Nyuzinyuzi hizi husaidia kuzuia matatizo kama vile kufunga choo na kuimarisha bakteria wa afya ndani ya tumbo. Maji mengi yanayopatikana katika tango husaidia pia kulainisha kinyesi na kuwezesha usagaji mzuri wa chakula mwilini. Hitimisho: tango ni moja ya vyakula vinavyotoa faida nyingi za kiafya kwa mwili wa binadamu kutokana na virutubisho vyake vya kipekee. Linaweza kusaidia kuimarisha kinga ya mwili, kulainisha ngozi, kupunguza uzito na kuimarisha afya ya moyo. Ikiwa unatafuta njia rahisi ya ya kuboresha afya yako kupitia lishe, hakika tango ni chaguo bora.